Mwanafunzi wa shahada ya uzamivu yaani PhD kutoka China, Zheng Haozu mwenye umri wa miaka 28, amehukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kuwabaka wanawake kumi nchini Uingereza na China. Kifungo chake kimeambatana na sharti la kutumikia angalau miaka 24 gerezani kabla ya kuwa na sifa ya kuomba msamaha. Zuo alihukumiwa siku ya Alhamisi katika mahakama kuu ya ina London. Jaji Rosina Cottage alimweleza kuwa atatumikia kifungo cha miaka ishirini na mbili na siku mia mbili ishirini na saba kabla ya kupewa nafasi ya kuomba msamaha. Muda huu ukihesabiwa pamoja na kipindi alichokuwa kizuizini kabla ya hukumu hiyo kutolewa. Makosa kumi na moja ya ubakaji na uhalifu mwingine ambao bwana Zuu walikumbana nao ni makosa kumi na moja ya ubakaji, kosa moja la kumzuia mtu kwa nguvu, makosa matatu ya upelelezi wa siri umiliki wa picha za ngono zenye ukatili mkubwa na umiliki wa dawa zilizodhibitiwa kwa nia ya kufanyia mashambilio ya kingono. Waathirika wake wengine walikuwa wamelewa dawa na hawakuwa na uwezo wa kujitetea wakati wa kibano, kwa mujibu wa upande wa mashtaka uliokuwa ukitolewa. Zuu anayejulikana pia mtandaoni kwa jina la Paco alipowatumia wanafunzi wa asili ya kichina kwenye WeChat na dating app akiwakaribisha nyumbani kwake huko jijini London na China. Baada ya kuwalewesha kwa dawa, aliwateka na kuwabaka, huku baadhi ya matukio hao akirekodi na kamera za siri na simu za mikononi. Polisi walieleza kuwa zupia pia alikuwa akiiba vitu kutoka kwa waathirika wake kama vile vitu vya thamani au nguo ambazo walikuwa wanakuja nazo pale nyumbani kwake. Alikuwa amekamatwa Januari 2024. Zu alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu anaita University College of London Uslo, na alikamatwa mnamo Januari 2024 baada ya mmoja wa waathirika wake kutoa taarifa kwa polisi. Mwezi Machi, waendesha wa mashtaka walieleza kuwa ushahidi uliotolewa na waathirika wake ulikuwa wa kuaminika sana, na kwamba wanawake hao walikuwa jasiri kupindukia kwa kusimama kidete dhidi ya unyama huo. Hii ni jambo ambalo bwana Zuu amelitenda la kubaka wanawake kumi kule jijini London nchini Uingereza na kwenye taifa lake la asili yaani Kenya. Hivi sasa anaenda kutumikia nyundo ishirini na nne gerezani.